Ikiwa ni siku ya sayansi duniani, serikali imeshauriwa kuweka mikakati mahususi ya kuwekeza kwenye sayansi ili kupunguza kasi ya ongezeko la majanga ya asili duniani yakiwemo mafuriko, ukame na vimbunga yanayoweza kuleta athari kubwa kwa nchi zinazoendelea. Maadhimisho ya siku ya sayansi duniani hufanyika Novemba kumi kila mwaka na yanakwenda sanjari na uzinduzi wa toleo jipya lenye dhana muhimu ya sayansi duniani kwa amani na maendeleo likiwa na maana ya kuonyesha mwelekeo wa sayansi, teknolojia na maendeleo kwa kila nchi. Tupate taarifa zaidi kutoka kwa mwanahabari wetu Lilian Mtono. Kwenye mkutano ujao wa Umoja wa Mataifa wa mabadiliko ya tabia ya nchi utakaofanyika Parisi, Ufaransa baadaye mwezi huu, mataifa yataungana pamoja kujadili na kupitisha mkataba mpya wa ushirikiano katika kukabiliana na madhara ya mabadiliko hayo. Ujumbe wa shirika la Umoja wa Mataifa la sayansi, elimu na utamaduni UNESCO unaeleza umuhimu wa mataifa kushirikiana kwa kubadilishana maarifa na kutengeneza sera imara zitakazohamasisha matumizi sahihi ya teknolojia na ubunifu. Nchini Tanzania, baadhi ya wadau wanakutana kuadhimisha siku hii, ambapo wizara ya sayansi na teknolojia inasema upo umuhimu wa kuhamasisha umma kutambua umuhimu wa sayansi pamoja na kukabiliana na changamoto zake. Kwa hiyo tunafahamu pia jamii ya wanasayansi ya Tanzania hususan kutoka kwenye sekta ya kaka yangu hapa Simbeye inali kubwa na maarifa inayohitajika katika kukabiliana na changamoto za maendeleo. Vile vile tunafahamu kuwa changamoto za maendeleo ni kubwa na pana zinazohitaji wabia na wadau mbalimbali kukaa pamoja ili kuzipatia suluhisho. Kwa kuzingatia umuhimu huo, serikali yetu imekuwa na, na imeendelea kushirikisha wadau mbalimbali mbali na kukaa nao katika meza moja ili kutafuta suluhisho bunifu kwa lengo la kutatua changamoto hizo. Mwakilishi wa taasisi ya taifa UNESCO Moshi Ntimizi, pamoja na mambo mengine, akazungumzia umuhimu wa mataifa kushirikiana ili kuhakikisha wanakwenda sambamba kiteknolojia. Siku kama ya leo dunia nzima watu wanakaa na kuangalia nani amefanya nini katika science na nani amefika wapi katika science, na kama uko nyuma katika science aweze kushare hizo idea, kushare tabure ili tuweze wote kukaa katika platform moja. Mmoja wa wadau kwenye eneo hili ni taasisi ya teknolojia DIT ambayo pamoja na kuwa na kozi zinazolenga kuboresha eneo hilo inaona umuhimu wa kuanza kutumia science kwenye maeneo mbalimbali mbali. Nchi ambazo zinatumia sana sayansi ndizo nchi ambazo zinafanya vizuri kimaendeleo na sidhani kama inashangaza kwamba katika ile dira yetu ya maendeleo Tanzania 2025 ambayo ndiyo hiyo tunayoiota Tanzania ya viwanda, ukiangalia mle ndani kinachozungumzwa ni matumizi ya sayansi na teknolojia. Siku ya sayansi duniani ilianzishwa na UNESCO mwaka 2001 ili kutoa fursa kwa jamii na kuonyesha umuhimu wa sayansi.